Tumekuja tena siku ya leo, kwa kuwa baada ya uzinduzi wa awali milango ilifunguka zaidi ya huduma nyingine za ziada za kuwezesha watanzania wengi zaidi kwa njia nyingi zaidi kuchangia mabadiliko, kujiunga. Tunaelewa kwamba watanzania walio wengi, baada siku yetu tulizozindua Telegram hapa, wengine wakasema vipi kuhusu WhatsApp. Tanzania watu wengi wanatumia WhatsApp. Leo tumewafikia kwa huduma ya WhatsApp. Hifadhi namba hii kwenye WhatsApp yako, namba 0793 00 82 92, alafu tuma message nimo ya WhatsApp moja kwa moja, utapewa utaratibu wa namna ya kuchangia tone tone na kujiunga tone tone kwenye safari hii ya mabadiliko na haki. Leo vile vile, pamoja na kuzindua video hiyo EP hiyo itakayoongeza uhamasishaji na mvuto katika kazi iliyoko mbele yetu. Leo vile vile, tumewafikia hata wale wasiokuwa na smartphone kuweza moja kwa moja kutuma message kujiunga kwenye nimo na kujiunga katika kazi hii ya kuchangia ukombozi kupitia namba yetu ya 0744 6969. Nitoe rai kwa Watanzania wote ambao mnanisikiliza hivi sasa. Nyinyi mmetuambia wakati wote kupitia mitandao ya kijamii kupitia mikutano tunaokutana na nyinyi maeneo mbalimbali mbali nchini, kwamba Chadema ni tumaini la Watanzania, Chadema ni sauti ya watu wa Tanzania. Tunarudia tena kuwasihi na kuwaomba mwendelee kutuunga mkono, na rai yangu ni kuwaomba kwa namna ya pekee sana tumetangaza njia nyingi za uchangiaji siku ya leo na wakati wa uzinduzi, lakini ipo njia ambayo nawasihi muipe mkazo zaidi, njia ya subscription, njia ya kujisajili kwa kujirudia rudia, kwa sababu ukijiunga kwa njia hii tunahakika, hatuhitaji kukukumbusha tena moja kwa moja makato yanakatwa kwenye njia uliojisajili, iwe ni ya simu au ya kibenki, ili chama hiki ambacho ni tumaini la Watanzania, ni sauti ya Watanzania, kisiwe na utegemezi wa kutegemea ruzuku, kisiwe na ufinyu wa rasilimali kwa kazi kubwa iliyoko mbele ya mabadiliko na haki daima kwa nguvu za Watanzania mnaotamani na mnaotaka CHADEMA iendelee kuwa sauti, nguvu yenu ikiendeshe chama tone tone tone tone, mpaka bahari ya mabadiliko, mvua ya mabadiliko iweze kunyesha, tuweze kutimiza wajibu huu kwa umma.